Msanii, Harmonize, ameweza kumjibu Ibra. yote hii ni mara baada ya ujumbe ambao Ibra aliweza kuanika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Harmonize alimuita chumbani ili mradi sasa aweze kupata pesa kwa ajili eh, eh, ya kumsaidia mama yake na vitu kadha kadha. So kwa upande wa Harmonize, yeye ameweza kujibu baada ya ujumbe mzito wa Ibra kuweza kuanika kwenye mitandao ya kijamii. Harmonize yeye aliweza kukiandika kwenye mitandao ya kijamii, aliandika pia kwamba eh, ukaona ujitangazie. Eh, akaja kuandika matusi pale, lakini you have to see Dr. mdogo wangu so sorry. Akawa ameandika maneno hayo Harmonize. So kwa ujumbe wa Ibra ulikuwa unasomeka hivi: sitokusifu roho mbaya, na wala sitokutangazia mabaya yako, na ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii wewe ni kioo ila chenye ukungu. Lakini pia ninachoamini, msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa, umenisaidia sana, kaka Konde. Pia nitaendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mamaangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu nguvu za kupambana ninazo, Kakakonde e bana, na bado una unakaa E, kunitangazia ubaya sema nini, kakaangu? Asante sana, maana hata nikiongea mimi maskini kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako ni nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba e, pango, uniite chumbani kama ulivyokaa niita e, mara ya kwanza, na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela, naendelea kuku tunzia maovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kaka. Akaweka emoji fulani hivi za kushukuru, so huo ni ujumbe ambao Ibra aliweza kuandika kwa Harmonize. yote hii ni mara tu baada ya watu wengi sana kukaa kuanza kujiuliza, ni kitu gani ambacho kinaendelea, ni ugomvi gani ambao unaendelea baina ya Ibra pamoja na Harmonize. So kwa upande wa Ibra, yeye aliweza kusanua umma kwamba eh, kilichokuwa kinaendelea ni kwamba ili Ibra aweze kupata pesa lazima mfate chumbani. Inafahamika kwamba katika siku za hivi karibuni tumeufunga mwaka 2024 kwenye sakata la pididi ambalo lilikuwa limeenda viral kinoma noma kwamba ni mchizi ambaye alikuwa akiwa akiwa anahitaji wasanii waje kupata support kutoka kwake, anawita chumbani, anawapididisha then baadaye wanapata, eh, wanapata support. So kwa upande wa Ibra, yeye amesema kwamba yeye ni msela, baada ya Harmonize yeye kutaka kwamba Ibra aweze kufika chumbani ili mradi sasa aweze kupata eh, mpunga. Kwa Ibra, yeye amekataa kwamba mimi ni msela Siwezi kuendelea kwamba e, kutaka labda pengine nitake vitu vya bure bure, kisa nifike tu chumbani eti unifanye poa e, poa poapoa. Kwa hiyo kajikataa kabisa. So tupe mtazamo wako kae, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e, kuhusiana na sakata ambayo inaendelea Hamrise pamoja na Ibra. Drop comment yako kwenye eneo cha comment. Inasusa online digital. And next time kunyonja bye, bye.